Zimetamatika katika dimba la Benjamin William Mkapa Mnande, vipi tena? Ah, leo maraki pila korosho pila ufuta. Kwa leo tumeonyesha pila korosho pila ufuta mm. tumewaletea na korosho zao hizi saizi ndo mdao mavuno yeah. hii hapa apa tunauziwa shilingi elfu mbili Dar es Salaam. Kwa leo mm. tumeonyesha kwamba hapa korosho inanunuliwa, mm. hapa korosho haigandi, hapa korosho inanunuliwa maraki. sisi tupo kwa kazi zaidi mm. Bwana niambie kwa namna ambavyo mmezishuhudia dakika tisini zilikuwa za jasho na damu kiasi gani hasa? Eh, dakika tisini zilikuwa za jasho na damu, na ndio maana umeona kipindi cha kwanza kinaenda kutamatika tukipata goli moja tu pekee kwa nguvu sana. Watu wamepambana sana kulitafuta, utatoe utoe, lakini wamekuja wametoa dakika za jioni kwao. Naamini mechi ilikuwa tafu, lakini kipindi cha pili wamekuja hawana cha kupoteza, wamepambana kutafuta angalau wapate goli moja, ndio vile wakafungua milango sasa, tukapiga chuma nyingine mbili pa pale, pale zimekubali kama tulivyoanza tulivyo, bwana. Mimi nikiusoma msimamo ananiambia Simba Sports Club wameshinda michezo miwili really. Wamefunga magoli sita hawajaruhusu goli hata moja na ndio wanaongoza ligi kwa sasa wakiwa na alama sita, tofauti ya magoli ya kufunga na kufungwa dhidi ya Singida Black Stars. Young Africans wana alama nne. Hapa hii inatoa taswira ya namna gani haswa? elfu mbili na ishirini na tano 26. Ligi ni ngumu kwa kwa sababu hata ndugu zetu lamba lamba kutoka kule kule Mbande ambao unaishi wewe mwanangu, wametoa wametoa eh, Ngoma pacha moja moja, zidi JKT Tanzania. Maana ligi mwaka huu ni ngumu. Hata usingida jana chupu chupu wameshinda goli kimoja kama cha dawa. Ligi ni ngumu. Nyingi mpaka sasa kwenye ligi kuu ni Simba Sports Club ambao tuna goli sita kibindoni. Hakuna mwingine yeyote na goli goli zake zake tatu tatu, lakini wengine sisi tuna goli tu sita. Kwa hiyo hamna anayetusogelea saizi nake. Ubaya ubwela umeshaanza kufanya kazi bwana e, tukae na tuamini ya kwamba msimu huu kile alichokiacha kocha Fadu Davis ndiyo ambayo neema inaendelea Msimbazi, yawa ndio kinachoendelea Msimbazi, mazuri yanaendelea kuja Msimbazi. Yaani watu tukae tujue kwamba Fadu Davis ametuachia mali, ametuachia madini ya tanzanaiti He? Madini ya Tanzanite. Umemuona mwamba Mahema alivyoingia? Anatema kushoto, atupia kulia. Umemuona Rushine. Na leo ndo maana za mechi. Lakini mimi maana za mechi kwangu leo alikuwa Budo Mutale. Leo kila kitu alichokuwa anakifanya mali. Hata akikosea kupiga pasi watu wanapiga makofi. Ah, mwanangu leo kakichafua. Budo. Ah, leo mwanangu kazaliwa upya. Alafu wao anaondoka, aondoke wapi? Hapo ukifika umefika kama Kigoma mwisho wa reli. Hapo ukifika? Umefika kama Kigoma mwisho wa reli. Aondoke wapi mali kama ile ndo. Maana za mechi ya finali, aondoke kina Sirais. Finali kombe la CAF mbele ya Waarabu yao kule Morocco alikuwa anaondokaje Simba Sports bwana, tuzungumze mimi na wewe kitu kimoja. Kwa mpira alocheza leo Simba Sports Club na mpira alicheza jana watani wenu, mko tayari kukutana, hata kama ikiwezekana usiku? Sawa, kabla ya kufika saa sita walete Walete timu gari hapa. Eh? gari ya Simba, up, stokia, timu timu gari gari eh? ya ya Simba ibaki hapa istoke atotie Watu Kabla ya kesho barua barua, leo leo, analimwa sasa hivi hmm. Shida sio kiwanja. Kushida nini? Kiwanja. Kiwanja. Kimefanyaje? Anasema hapo. Um, ah, kocha amesema hajawahi kukutana na kiwanja yeye. Cha namna gani? Wewe unataka kiwanja gani? <laughs> Yeye Usman Bey na wao wanambebaka kwenye vitanda vyao vile vya miti vya utumwa. Sasa kiwanja kile sio sehemu zake za utumwa za, za filamu zake. Asilete uhuni. Yeye kashafeli jana, kalisusa mpaka gari hajaliona, watu wanamzomea. Ah, mwanangu ana roho ngumu wa Juma Mwiko. Wamemzomea kishenzi, kocha kaliacha gari. Hata ugali kasusa jana. Mimi nakwambia, taarifa kwa umma ndio siku mbili tutasikia. Taarifa kwa umma muda wowote na wakati wowote, hmm. Utasikia Bwana Sumanibei anaenda Naguta, ah. Anaondoka, anatimuliwa, bado anamuamini, wanamwamini maneno hayo. Ah, wasemaji kazi yao kutia ndimu, oh oh, karoti, yani kuweka udambu udambu ili kuzuga. Kwa nini tumesema jana kawajua kataka kuvunja maiki kule? Si alikuwa pale jukwaa kule kashika kafunga swala. Kuna baridi pale. Pale kuna baridi muda ule. Maana kile hali ilikuwa mbaya ah, sare. Je, kile kidude kile kingekaachwa, ingekuwaje dilala ilichokifanya hivi? Ingekuwaje? Maana jana unajua liteseka, ile goli ingefungwa ningekuwa la mwaka. Sawa, ile kopo ile ambayo kapandishwa cheo ni sergeant, kalambishwa sakafu ile kashika chini, jezi namba 4 alafu Diala kaja yeye, lakini kwa bahati nzuri Diala kasaifu kwa mara nyingine. Lakini jana wangefungwa, mimi naamini pale jukwaa kuu na watu wangepoteza fahamu, ambulance ingefika bwana. Tumzungumzie Selemani mwalimu, dakika kadhaa anapewa na anaminiwa lakini pia vilevile vile anaenda kuonesha kile alichokuwa nacho na kwa nini amekuja kuhudumu ndani ya Simba Sports Club. Yule kwanza ni professional player, pamoja alikuwa local player, lakini kwa sasa ni professional player. Ni mchezaji ambaye alikuwa anacheza nje, lakini karejea nyumbani kwa ajili ya kuosha nyota kuelekea barani Ulaya, arudi tena Afrika, eh? wed aliwasahau kurudi pale. Yule moja kwa moja anaenda barani Ulaya mapema na asubuhi anaenda barani Ulaya. Mimi nakwambia ile mali aujaiona kaingia dakika chache kauliza hawa wanafunzi, kwa sababu mimi nafundisha chuo. Hawa wanafunzi achekechea dakika mbili tukaeka kambani, siwezi kuchelewa kufundisha watoto kama hawa. Dakika mbili tu amenyooka, chuma safi kabisa eh bwana. Yani yule alabatishe ndo magoli yake, yani yale ndo magoli yake. Goli lile alifunga akiwa na timu kama, tukicheza na wale ndugu zetu kule Kongo Brazzaville, aliweka goli kama, lile kama, kama, aliingia dakika zile zile, kaingia fasta, kaenda kawafundisha hasa wachekechea wale, walikuwa form 1 wale, hawa chekechea bwana. Simba yenu mnaiona Simba ipoje? Baada ya mchezo wa hii leo ah, Simba imesimama imara na Matola. Binafsi ameonyesha ukomavu, ameonyesha ukubwa kwenye kufanya sabu. Mwenzake alipewa timu kwenye mechi moja, alikuwa anashindwa kufanya sabu, lakini leo unaona mpaka o mtoto semfuko leo kaenda kuzima pale katikati, kuwa maanisha kwamba yeye kile alikuwa nje pale ni mali, kwa sababu kaachua madini ya Tanzanite. Wewe unaogopa nini? Hizo sio korosho, yale madini kuna madini, kuna korosho kwa eh, mafuta yake siasaa, kilichofanyika Koko Beach na leo pia kimetaka kime kufanyika tena hapa wale wale machawa na nawataja na kwa majina, akiwemo na nne walitaka kupigana na jamaa zangu huko. Wamekaa wote huko, wamekutana, wakati wanatoka wakaanza kuleta tena ushamba. Mmefuata nini? Kiongozi unamwataki, kashaondoka. Wewe ni mchizi, hujamkatia mtu tiketi hapa. Mtu katoa pesa yake kuja kuiangalia Simba, wewe una mamlaka gani? Unajua kuna watu hii Simba wanaona washajimilikisha hii Simba. Sio ya kwenu, hii Simba mali ya mashabiki na wanachama. Wewe kama utaki kushabikia, kaa nyumbani kwako. Ulazimishwi, uwezi kuja huko kumwatakia mtu. Katika katumia gharama zake, katumia usafiri wake mpaka anafika hapa, eti tunamwambia wewe umefuata nini? Wewe umeona kulikuwa na ngoma hii. Sio shughuli yako hii, shughuli ya Simba. Kila mwana simba lazima aje hapa. Kwa binafsi, yale maneno ya Ziaka na Kebeta kwa watu waondoe kwenye mpira, kwa huko zitaka kupigwa vitasa huko kwa sababu eh, huko watu wamevutana mashati. Hasa hii mifumo sio poa kwao. Naomba kina jibisti 4 hii timu sio baba yenu, sio shangazi yenu. Hii timu mali ya mashabiki na wanachama walokuwepo ndani ya Tanzania na walokuwepo nje ya mipaka Tanzania mpaka tuna wazungu wanakuja hapo kutoka Ujerumani. Hii yote ni timu yao. Mbona mnaleta habari za kishamba? Mm. Wewe kuja shabikia toka hapa nenda nyumbani kwako. Sio unakuja hapa unamwata kimtu, au kwa nini umekuja hapa? Wewe shughuli yako hii. Hii shughuli ya Simba, ndio maana Simba nguvu moja. Kama kama nataka hii timu ya wakwenu, leteni hela tuwauzie. Hawa wanaotia watu bakoa na timu ya Wamasai na nyinyi, kijiji chenu mnaona hii timu yenu, leteni hela tuwauzie, mbaki nayo Simba ya kwenu nyinyi. So, so, acheni kuwataki watu na kuwapa maneno ya kebei ndio maana leo no mashabiki wamekuja lakini yale maneno pengine yamepunguza kasi ya mashabiki. Mtu anaambiwa kwamba mwendo wa bakola unaendelea. Mtu alipa hela yake anaambiwa mwendo wa bakola. Atabaki kwenye screen aangalie. Simba inataka mapato. Wewe ukisema watu wapigwe bakola, mapato yatapatikana wapi? Utatoa wewe. Ah, maneno sio mazuri, na naomba viongozi kama mnawatuma hao watu, Simba itaenda kukosa mapato. Haya maneno watu wanayasikia na yanawauma. Acha neni na hayo mambo, mnatakiwa mkemee mara moja. Simba wachezaji wanasajiliwa kwa gharama kubwa. Pesa inapatikana vipi? wachezaji kama vile wanatabasamu maana yake anataka mashabiki wao wawepo katoka kwenye warm up kaingia vyumbani wakajua nani akasusa kumbe kuna kitu alikisahau karudi akawapigia makofi mashabiki kama kungekuwa kuna mashabiki angepiga makofi nani angepiga na viti kwa hiyo wana simba naomba tuheshimiane tunapokuja viwanjani kama una husuda yako eh ana viti kama una husuda na choki na chuki zako na choyo baki nyumbani kwako wewe lakini mtu kama kakata tiketi yake yeah, una mamlaka kumzuia hii Simba sio mali yenu. Kama mnataka hii Simba iwe ya kwenu sawa, Anaeni barua leteni, sisi tuwauzia. Tunaenda kwenye mkutano mkuu mwezi wa kwanza, wa uchaguzi, njooni pale na hela yenu pale, kwa maana tunaitaka hii Simba, tuwauzie, tuachie, tukashabikia timu nyingine. Lakini kama hii Simba bado ni mali ya wanachama na mashabiki, acheni utashi wenu wa kijinga, njooni shabikieni mpira, na utashi wako peleka nyumbani kwako. Hii sio timu ya mtu, hii timu ya watu ya bwana. Shukrani sana, asante sana.